walsalatu wassalamu ala rasulillah sala llahu alaihi wasallam wabaadu. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa taala na kumtakia rahma mtume wetu Muhammad sali llahu alaihi wasallam, ndugu zangu, Waislamu wenzangu, popote pale mlipo, mnayenitazama katika TV hii na mnayenisikiliza kupitia TV hii, mbele yenu ni imamu wa Masjidi Taufiq almarufu kwa Kione, msikiti ambao uliopo katika ma maeneo ya Manzese, eneo la Tiptop. Msikiti huu kama mnavyouona, ni ya msikiti ambao unajengwa kwa harakati za Waislamu, ukajitolea shilingi mia, mia mbili, mia tatu, mpaka tumefikia katika hatua hili alhamdu. Tunahitaji waisani, tunahitaji watu mbalimbali wakuweza kutusaidia kutokana na harakati zetu ambazo tulizokuwa nazo hapa kama vile ambavyo watu wanafahamu umuhimu wa kujenga misikiti, kama vile ambavyo watu wanafahamu jinsi gani Mwenyezi Mungu anatuhitaji tuijenge misikiti na tuimarishe, pale ambapo Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala aliposema, inama yamuru masajida Allah man amana billah wal yaumil akhir, hakika si vingine, wale ambao wenye kuimarisha misikiti ya Allah subhanahu wataala ni wale ambao wenye kumwamini Allah subhanahu wa taala na hadithi yake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pale aliposema man bana masjidan lillah bana llahu lahu baitan fi ljanna, yeyote yule ambaye atakayejenga nyumba ya Allah subhanahu wa taala Allah anatoa ofa kwakee kwa mtu huyo mwenye kuijenga atajengewa nyumba katika pepo ya Allah subhanahu wa taala. Ndugu zangu, ama ndugu yangu ambaye mwislamu mwenzangu ambaye unasikiliza ambaye unanitazama katika Kishki TV nakuhamasisha nakushajaisha katika skala zima la kuweza kuusaidia msikiti wetu huu kulingana na vile ambavyo mahitaji ambayo tunahitaji, mahitaji ni mengi, lakini tunahitaji kufunika hapo juu, na mahitaji hapo juu yanahitaji milioni sabini na tano. Baadhi ya matirio tunayo, lakini mengine hatuna. Miongoni mwa hayo ambayo yanahitajika, matirio hayo yanahitajika, chuma milimita ishirini na tano tani tatu, lakini pia inahitajika milimita ishirini tani mbili na nusu inahitajika milimita kumi na sita tani mbili na nusu inahitajika milimita kumi na mbili tani nane inahitajika milimita nane nusu tani. Hizo ndo baadhi ya vitu ambavyo vinavyohitajika, lakini pia vinahitajika diski lola tano inahitajika diski nchi tisa pisi kumi na tano inahitajika bindi waya lola tano miongoni mwa vitu ambavyo vinahitajika ni hivi, vingine Wallahi alhamdu tunavyo hapa msikitini tunaendelea navyo, lakini kuna balansi pia vile vile ya mafundi wanahitajia pesa zao ambazo za kulipwa. Fundi wa chuma ambaye akutengeneza hapo juu kwa ajili ya wa kufunika wanahitaji milioni milioni sita. Lakini fundi wa kutengeneza shattering hapo juu anahitaji milioni nane. Hizo ndio gharama zinahitajika, lakini pamoja na gharama za kumwaga zege hapo juu. Wallahi alhamdu tukipata milioni 75 tutakuwa tuna uwezo kufunika hapo juu akhukum fil Islam shakum na kushajishieni katika swala hili la kumpokesha Allah subhanahu wataala, lakini pia la kujenga nyumba za Allah subhanahu wataala kwa kuimarisha nyumba zake. Ndugu yenu katika Uislamu, Aliu Uthmani Ali Mnyamike, imamu mkuu Masjidi Taufiki. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hii ni sehemu ya kutawadhia. Sehemu za kutawadhia ziko mbili, ziko ubavu wa kule, lakini ziko ubavu na huku, ilipotengenezwa huku ndio ilipotengenezwa na kule kama hivi, harakati hizi wamezitengeneza waislamu wenyewe kwa kupitia shilingi shilingi kumi kumi zao mia mia mia zao, wamefika hapa kama mnavyoona. Hizi ni koki za kutawadhia, lakini pia hivyo huko ni vyoo. Waislamu wamejitolea kutoa shilingi kumi kumi zao mia mia mia zao mpaka katua hii tuliyokuwa nayo. Ndugu yangu Muislamu, naendelea kuonyesha sehemu nyingine ambazo zitakushajaisha wewe katika kusaidia msikiti wetu. Hivi tunaelekea katika sehemu za kuoshea. Tuna matatizo makubwa maeneo yetu ya Manzese, watu wakifa, basi sehemu za kuosha mpaka tuende mwenye mkuu au twende Mwananyamala au twende Mwimbili. Lakini alhamdu tumefanya jitihada katika kutengeneza sehemu za kuoshea, na kama hivi tunaendelea na kuonyesha sehemu hizo. Wallahi, alhamdu kama unavyoziona, hii ni sehemu ambayo panahitajika hapa pa kuoshia, ni sehemu hii. Lakini kule mwisho ni sehemu ambayo kaa jokofu kwa ajili ya kuhifadhia maiti. Hatujapata bado jokofu, lakini harakati tunaenda nazo, walhamdu jokofu la kuhifadhia, angalau mtu mmoja tu akifa katika maeneo yetu haya aweze kuhifadhiwa katika maeneo yayo ile. Na mwisho kabisa uliona kule kuna jokofu litakaa likae la mtu mmoja kule, alhamdu. Kwa inshallah, tukiipata jokofu la mtu mmoja maeneo haya ndio watakaohifadhiwa, litawekwa katika sehemu hizi kama mnavyoziona. Tutaweka jokofu hapa, akifa mtaani mtu basi tutamhifadhi katika maeneo haya, lakini pia wakihitaji kwa maana ya kumwosha, tutakuja kumwosha katika maeneo haya. Hizi ni harakati ambazo kwamba Waislamu wa, wa maeneo haya wamezifanya, walilahi lhamdu, na wanaendelea kuzifanya zijakamilika bado. Tunahitaji jokofu kule, hatujapata lakini bado tunaendelea na matengenezo yetu tuliokuwa nayo lhamdu, baada elekea katika sehemu zingine ambazo anaenda kuwaonyesha ili mradi watu wapaone, hii ndio sehemu ambayo kwamba maiti zikiletwa huko kwa ajili ya kuoshwa, wanaingilia mlango huu. Mlango huu wanakuja kuingia hapa, matengenezo baada yanaendelea ya kama mnavyoona. Wanaletwa hapa, alafu wanaingiziwa katika mlango huu, ndo wanaingia katika sehemu ile ya kuoshea. Kwa hiyo hapo wanaweza watu wakakaa kwa ajili ya kusubiri maiti zao, na kwa ajili ya kupambapamba wanafanyia maeneo haya. Kwa hiyo matengenezo baada yaendelea kama mnavyoona matengenezo bado yanaendelea, alhamdulillah. Hivi tunaelekea sehemu ambayo wakina mama wameandaliwa kuswalia. Tunapanda hizi ngazi, tunaelekea huko juu katika sehemu ambazo wakina mama wameandaliwa kuswalia huko, lakini bado tunyamaje, ndio bado tunahitaji misaada katika maeneo hayo. Nampeleka hapa pija picha wangu, ila hakapaoni huko juu. Hizi ni ngazi ambazo zinamuelekeza mwana mama apande huko juu kwa ajili ya kuswalia huko juu. Hapo chini hapatoshi kabisa kuswalia kina mama wanakuja wakina mama wengi kuswali, alhamdulillah, wanaupenda msikiti wetu. Namshukuru Mungu kwa hili, kusema ule ukweli, kwa sababu wakina mama wanakuja wengi, wakina baba wanakuja wengi, kiasi ambacho kwamba watu wanaswali mpaka barabarani, na ndio maana tukaleta harakati hizi za kujenga msikiti huu ukawa ni wa ghorofa kama hivi ninavyopanda, na wewe unaona alhamdu, kama hivi unavyoona, ili ndio sehemu ambayo inahitajika eh, watu wafunikwa hapa juu ili wakina mama wapate sehemu ya ya kuswalia. Njoo huku, mpiga picha wangu waone, njoo huku. Ni kwanza kuonyesha vyoo kwanza. Wakina mama wakipanda, wakina mama wanakuja moja kwa moja, wanakuja sehemu ya huku. Ni sehemu yao ya kutia udhu pamoja na vyoo vyao. Hii ni sehemu ya kutia udhu wakina mama, lakini pamoja na vyoo vyao, kama tunavyoonyesha hivi. Wakina mama wakishapanda hapa, basi wanaingia huku, wanatia udhu lakini wanaingia huku wa, wana, wanaenda vyoo hivi. Ni vyoo vyao na hii ni sehemu yao ya kutia udhu. Kama mnavyoona, hapajakamilika bado ujenzi wake. Kama hivi mnavyoona, tumeweka mahema haya, lakini hayatoshi mahema haya, yanakuwa madogo. Wakinamama wanavyojaa, sehemu yetu inakuwa ni finywi. Kama navyoiona, mahema haya hayatoshi, kama mnavyoona hivi. Na huku ninavyokupeleka huku huku ninapokupeleka huku, mtazamaji, angalia vizuri. Sehemu hii ninayokupeleka ni sehemu ambayo hii ni ni ni ofisi hii ni ofisi, hii yote unaona huku ni ofisi, na hizi ni mbao ambazo zimewekwa na mirunda hii kwa ajili ya kufunikia hapo juu. Pale mwanzo nilisema kwamba tuna matirio, baadhi miongoni mwa matirio ni haya ambayo tunazo lakini pia tunazo milunda tunazo malini pale chini za kufunikia hapo juu. Na hii ni ofisi ambayo ya msikiti, watu wa msikiti wakitaka kufanya vikao vyao, basi wanaingia huku wanafanya vikao vyao, alhamdu imamu wanakopa huku wanafanya vikao vyao bila kuwabughudhi watu huko chini. Kwa hiyo ni ofisi ambayo tumeiandaa kubwa tu, alhamdu itakapatikana kila kitu huko ndani. Hii ni stoo ambayo za kuhifadhi baadhi ya vitabu misafu itakayopatikana. Kwa hiyo kuna sehemu nyingine ile kule kwa hiyo hivi ndivyo ambalo jengo letu linahitaji misaada lillahi alhamd. Ndugu yangu Muislamu ambaye, ambaye unanitazama unao uwezo wa kusaidia, basi tunakuomba kwa hali na mali, iwe wewe iwe ndugu yako iwe mwenzako, unaweza kumshanyaisha aweze akafika katika maeneo haya. Hatuhitaji pesa yako sisi, tunahitaji kufunikiwa. Kama una uwezo kumleta fundi akafanya, atampa ramani afanye kama una uwezo kumleta injinia kama injinia wetu Mtaki, tutakupa nafasi ufanye. Sisi tunachohitaji hapa ni kufunikiwa tu hapa juu, ili mradi mambo mengine yaende vizuri, ili mradi waislamu hapa afanye ibada katika maeneo haya. Hatuhitaji pesa yako mkononi kuleta, ukileta tutapokea kama tutaamini. Kwa hiyo, lakini kama utasema kwamba kuna watu wako naletwa wanakuja kufunika, wala alhamdu, si yote tunahitaji hayo, hata kama mlivyoona, ndivyo wapitisha msikiti wetu umetengeneza hilo namna hii kuna nyumba ambayo umeiona ipo pembeni na msikiti, kama unavyoiona, alhamdu waisani wapo, alhamdu wanajitokeza katika hiyo makhairati. Hii nyumba pia vilevile inawezekana ikachukuliwa pia vilevile, ili kuupanua msikiti, ukaende ukapata eneo kubwa kwa ajili ya watu kuswalia. Maeneo yote haya nyumba ipo na wenyewe hawana shida, alhamdu, tukiongea nao hawana shida eh yoyote, ule ambaye anajitokeza katika kufanya khairati hili basi wenyewe hawana shida tuko nao, na tushirikia nao vizuri Waislamu wenzetu, basi katika mazingira ya kimsikiti, walai lhamdu, tunahitaji nguvu zenu na shukrani nyingi tutazihitaji kutoka kwenu walai lhamdu ili kufanikisha jambo hili liweze kufanikiwa. Kama mnavyoona, mazingira tumewapitisha na huko nyuma mmeona kuna nyumba kule ambayo inahitajika, lakini pia la alhamdulillah kama jengo mnavyoona juu kule panahitajika kufunika kama nilivyoeleza kule mara kwa mara. Inshallah la alhamdu, tunahitaji inshallah, Mwenyezi Mungu awafanikishie nyinyi, lakini mtufanikishie na sisi tuweze kufanikisha haya mambo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi tumejitolea kwa nguvu zetu pa kufika katika maeneo haya mnayoona haya. Hizi ni mia mia za Waislamu ambao wametoa kufika katika maeneo. Tunahitaji sapota zaidi baada ya hapa ili tuweze kufanikiwa wakinamama wapate sehemu ya kuswalia huku. Salamu alaikum warahmatullahi wa barakatuh. Kishki TV, TV. Nuru, nuru ya dini yako.